Kazi yako ndio ile sana hapo. Sikiliza, nimetoka ile siku ya kwanza, nyimbo yangu ilikuwa Viola siku ya kwanza kwanza kabisa pawa, mimi nilikuwa sijaelewa, sijajua, unajua wanawake kwa kwa kwa kwa mwanamuziki wa muziki wa Bongo Flava Mboso, ambaye sasa hivi bana ameanza rasmi kabisa tour yake ya kuisogeza karibu EP yake mpya Room number 3 kwa mashabiki. Sasa, The Throne ya Crown Media ambayo inamilikiwa na Alikiba imekuwa kituo chake cha kwanza kabisa ambapo alipokelewa kwa heshima kubwa, huku Alikiba, bosi wa kampuni hiyo, akiwa miongoni mwa wale ambao alimpokea. Sasa kwenye mazungumzo yao, bwana Alikiba alieleza mtazamo wake juu ya EP ambayo inajulikana kama Room namba 3. Sasa kwenye hii clip bana, tunamwona kwanza Ali Kiba kama anamkaribisha Mbosso, wanasalimiana, wanahafuka chitchat fulani hivi, lakini bwana, ukisikiliza kwa makini, kuna namna ambavyo Ali Kiba anamtajia baadhi ya ngoma ambazo ametokea kuzipenda kutoka kwenye EP ya Room namba 3. Ali Kiba ameitaja kabisa ngoma ambayo inajulikana kama Viola, amesema kwamba baada ya kusikiliza hiyo bana, ametokea kuipenda sana ngoma ya Aviola, lakini si Aviola pekee, amesema pia ameipenda na ile singeli ambayo ilipiga, ndio Mbosso akamalizia kumwambia kwamba inajulikana kama Asumani. Sasa Asumani pamoja na Aviola ndio ngoma bora kabisa ambazo Alikiba ametokea kuzikubali kutoka kwenye hii EP ambayo inajulikana kama Room number 3, lakini mwenyewe akakiri kabisa kwamba hakuielewa sana pawa kama vile watu wengine wameihype na kuipenda. Amesema kwamba watoto wa kike wana hisia zao za tofauti, kwa kwa mtazamo wa Alikiba ni kwamba watoto wa kike ndio ametokea kuipenda sana power zaidi ya ngoma zingine zote, lakini yeye akasema kwamba kwa upande wake binafsi kabisa yeye ngoma zake penda ni hizo mbili, ya viola pamoja na ngoma ambayo jilikana kama Asumani mm -hmm. Sasa bana Mbosso, ni tutakubaliana kabisa kwamba room number 3 imeanza kufungua milango ya vitu vingi sana. Tumetaja kuhusiana na juza kata, ameperform ngoma ya power mbele ya Rais Mwinyi uh, kule Zanzibar lakini pia amepata fursa ya kupewa kama surprise na waigizaji wa Bongo Movie wakika, ambao huja kumtembelea nyumbani kwake ehe, na kumpa hongera kwa room number 3 ambayo ameiachia. Lakini pia sasa ameingia Crown FM. Hii ni interview ya kwanza kabisa Mbosso kuingia Crown FM kwa maana kwamba akiwa chini ya usimamizi wa WCB Wasafi, sidhani kama kuna msanii yote yule wa Wasafi ambaye alishaye kupata fursa kwenda kufanya interview, wapi kule Crown FM. Sasa nadhani kwamba yeye baada ya kuondoka kuwa msanii huru chini ya lebo yake ambayo yakembao ana ruhusa ya kwenda kufanya interview na media yote. Sasa sijui kwa nini alichagua Crown FM kuwa sehemu ya kwanza kabisa kwenda kufanya interview. Lakini bwana katika mizunguko yake